Guys, Tanzania is burning. Oh my God. Mimi sijaiona Watanzania wakivalia teke hivo, you know, majamaa walikuwa wamebeba masufuria ni siku ya kuenda uchaguzi, but walikuwa wanatoka unyounyo, wanaingia supermarket wanapora kila kitu, wanaenda nazo kwa barabara, wanawakisha moto <sighs> sahi, jinsi ambavyo tunaongea, wamechoma 15 petrol station 15 petrol stations. Nyi wa Kenya, munadhanianga, nyi ni mapro wa maandamano. Wacha ni wambia, you don't know anything to do with maandamano. Tanzania saa hii inakaa kama kis. Inakaa kama kis, moshi. I'm talking about moshi. And uh, perhaps all of you are asking, why is Tanzania burning? Okay, jana kulikuwa uchaguzi Tanzania. But as you know, uchaguzi inamaanisha nini? Kuna watu zaidi ya wawili ama wawili ambao wanashindana, so tunaenda kuchagua, nichague either a ama b. Lakini kukiwa na mtu mmoja, mbona nachaguana? Lazima ujiulize. Rais wa Tanzania dikteta, Samia Suluhu Hassan, a very emotional lady, alifunga wale watu ambao walikuwa na pigania nao na u president. Ni kama saa Kenya uchukue saa ule mtu tungechukua, sasa nika Ruto achukue, Wajakoya achukue baba wakati alikuwa uhai, wote wafungiwe kwa karumu, waambie you are not going to vie for anything, do you know. Hivyo ndivyo wa Watanzania wamefanyiwa, lakini juu wanatumianga Kiswahili saa zingine kufikiria so eh, Pole dada, ati wasema wewe hatuendi kwenye uchaguzi. Uchaguzi umesema ni uchaguzi wetu binafsi, wacha mama abaki kuwa mama, akwenda huko na masuru ponye za koo umbu wao. What is that, is that what we call leadership? Alafu sasa huyo mama anakuja hapo na macho ine yake e, Watanzania unajua hii demokrasia ni nzuri sana si kaire ya vidude wa Kenya. Sasa sisi tunaitanga vidude. Huyu mama na divu anakaanga sijui ka bofaro imeoza. Sasa anaitanga nane vidude. Anakonga na akili kweli. Emotional ready. And that is a clear picture of what women leadership can become if not checked in. I think sasa East Africa kutai hii elekti wa presidenti mwingine madam. Hiyo ni ukweli, watanzania wametuonyesha jinsi ambavyo kamewaendea wamefinyangwa. Huu ni baya, sijui kuna zile stories zikuwa zinapitapita pita, huu kunasikia hey, wango wa Makeri, was the worst among the kikuyus because yeye, yeah, alikuwa anaenda anaambia wanaume mukae kaa meza, anakuja anawakalia kwenye migongo henu Alafu akikaa kaa hivyo anasikia hey, mimi nataka ku, kugonga gonga. Mm? Anachukua mmoja anaanza kumweka mangumi na mabari. That is what Samia Suluhu has stand to be. Ni Wango wa Makeri of nowadays. Sasa ako Tanzania. You have to believe it or not. Uchaguzi tunaenda kuchagua only one particular candidate. Sasa niambie, uchaguzi kama ni mtu mmoja tunaenda kuchagua nini? Na huyo mama anaona ako very intelligent, anaona tu ye yeah, ako straight forward. Na bado alikuwa anaogopa anaweza lose that particular election, so akakimbia nchi nzima, akaweka poster poster poster poster hadi kwa barabara, akachomwa Samia Suluhu Hassan, magari zote zikapaintiwa green, ungedhania huko ni transportation ya jaba. Mm? Press ilikuwa inakaa green, obvious that should be avoided, you know, anachukua chopa. Hata gari moshi ya Tanzania ilikuwa imeandiko hivyo Samia Suluhu for president sana. So, kae hivi, najiuliza huyu mama ni cheese ama ni nini? emotions zake yani zimemwambia this is the best way to do this is a genius movement. una campaign against yourself, you know, it seems like the first candidate o Samia namba mbili wa Suluhu namba tatu wa Hassan Samia Suluhu Hassan, upende usipende lazima mchague huyo mama. Ni dictator ajabu. Mimi hamwezi nikalia hivyo Watanzania, ni either either mng'oe huyo madhia hapo, ama muhamia Kenya, mkuja tuwafunze demokrasia. Hata mnasemanga Uganda ni kubaya eh? Nyumekaliwa tisanunge you don't have to say anything because umeambiwa. Jaribu uongee kijana, makende yako inaenda hapo papap, inang'olewa hivyo. Nadhania ni senge zinakatwa hivyo in front of the public, alafu wanasema sasa, hii yote tumekaa tunaenda kuipatia dogii because you have been misbehaving and the word misbehaving in Tanzania ni jambo lingine, ni kizungu mkuti, because unajua huko kizungu kiliwalemea. Ndio maana mimi nikasema nitaongea Kiswahili kwenye hii podcast ili waweze kutafsiliwa, because inaonekana kuna ushenzi fulani unaendelea, and it need to be stopped, my guys, for the last 24 hours it is only trouble and smoke That have been seen from Tanzania. Yani ukichungulia, imagine hata wale watu wanapita na ndege. Saa hii either ulikuwa unaenda Morogoro, Dar es Salaam, wapi, Dodoma, unapita Tanzania hiyo area. Unaona place, eh uko down ni Moshi. Unajiuliza what's happening? Unasikia kuna maandamano. You know that is like the fourth world wonder. Ni kitu haija sikika tena. Tanzania kwa maandamano. How? You know, imeanza kunurete ya to sense that. Pombe Magufuli ni kama aliuliwa. Huyu mama ni alikuwa deputy president. Au ni vice president. Ni alikuwa vice president. And the law in Tanzania says that immediately the president dies, the vice president automatically becomes the Acting president for the next 60 days until ufa, uchaguzi ufanyike akawaongoza. i, i, hizo siku 60 walikuwa na amukiwa na biskuti yani, ukiwa umedoze uko kwa loji unasikia kwa hey. So hizi ni biskuti kutoka kwa Suluhu Hassan na watakia wakati mwema, lazima tupeleke hii taifa letu mbele. Ukiwa kwa butchery unaambia na leo, leo na hapa ya kuwa nanunulia kila Mtanzania huku nyama. Imagine that. Wao wakaanza kununuliwa mabiskiti, wakanunuliwa mashash wakanunua everything, kahawa inapita kupita hai. Kwanza kuna huyu mwanadada anaitangwa Shishi shishifudi. Anaitwa Shirole. Shirole. Sasa <laughs> Shirole alikuwa na kampeni ya Samia Suluhu Hassan. Ile hoteli yake sasa ishafagiriwa yote, ishachoma. Oh my god. Shirole sasa hii anaongea Kiswahili takribani ishirini na saba. Sasa hii anakimbia Wasafi. <laughs> Anakimbia Wasafi FM kwenda kufanyiwa interview anapigia Mirad Ayo, anaambia Mirad Ayo, Ayo TV, mimi nawataka hapa, hoteli yangu kashachomwa. Nakumbuka last year akifungua new branch hata hey, huko napumua, hii ni shishi food, chakula kizuri hapa. Sasa si chakula tunaongelea, jivu. Labda sasa auze makaa, anasema hii ni makaa safi kutoka shishi food